Swali linalofuata. Uh, Mheshimiwa Abeid Ighondo Ramadhani mbunge wa Singida Kaskazini, aulize swali lake. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa fursa e, naomba sasa swali langu 683 lipatiwe majibu ya serikali. Asante. Mheshimiwa naibu waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, barabara ya Igauri Ilongelo hadi Haidom barabara ya mkoa inayojulikana kwa jina la Singida alban Ilongelwa Hydom kilomita 93.8 ujenzi kwa kiwango cha lami wa barabara hii unatekelezwa kwa awamu kulingana na upatikanaji wa fedha. Hadi sasa jumla ya kilomita 12.5 kutoka Singida, eneo la njuki hadi Iga, igauri zimejengwa kwa kiwango cha lami. Aidha, serikali kupitia wakala wa barabara Tanzania TANROADS ipo katika hatua za mwisho za manunuzi ya kumpata mkandarasi wa ujenzi wa sehemu ya Igauri hadi Ilongelo kilomita 18.5. Kwa sehemu iliyobaki ya kutoka Ilongelo hadi Haidom kilomita 69.8, serikali inatafuta fedha kwa ajili ya kuikamilisha hiyo barabara. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Ramadhani Ighondo: nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti e, kwa kunipa fursa niulize maswali mawili ya nyongeza e, kwanza ninashukuru kwa maelezo hayo yanayotia moyo ya kutoka kwa mheshimiwa naibu waziri e, lakini ningependa kujua kwanza, e, mchakato huu kidogo umeshakuwa wa muda mrefu, e, na labda mheshimiwa waziri anatoa kauli gani kwa, e, kwa TANROADS na kwa meneja wa TANROADS wa mkoa kuhakikisha kwamba huu mchakato unaharakishwa uende haraka ili ujenzi uweze kuanza haraka iwezekanavyo, lakini pili e, katika mwaka wa fedha 2022/2023 tukiwa hapa bungeni niliwahi kuuliza kuhusu ujenzi wa, wa kiwango cha lami wa kipande cha barabara ya Ilongero e, Ihanoda hadi Ngamu kwa kiwango cha lami ambacho nacho kinatuunganisha sisi na Manyara nataka kujua, je, serikali na mpango gani wa kuhakikisha barabara hiyo sasa na yenyewe ujenzi unaanza? Asante Mheshimiwa naibu waziri. Majibu. Asante Mheshimiwa mwenyekiti. Mweshimua menyekiti, naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Mweshimua mbunge kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti, kama nilivyosema kwenye jibu la msingi e, swala la manunuzi linaweza likachukua muda mfupi ama muda mrefu kulingana na wale walioomba kazi. Wakati fulani, mheshimiwa Mwenyekiti, wanaweza wakaomba wakandarasi ambao hawana sifa, kwa hiyo unaweza ukatangaza upya, ama wakaomba, lakini kukawa kuna bei kubwa ambayo kwa utaratibu uliopo haiwezi kukubalika, kwa hiyo lazima itachukua muda e, kukaa nao ili kuweza kupunguza bei. Lakini nimhakikishie mheshimiwa mbunge, kazi iliyopo sasa hivi ituko kwenye majadiliano na wakandarasi ambao wameomba, na mimi nitoe maelekezo kwa meneja wa mkoa wa Singida, lakini na makao makuu tanros kuhakikisha kwamba e, swala hili linafanywa haraka ili ujenzi uweze kuanza. Na kuhusu swala lake la pili la Ilongelo Ngamu, barabara ambayo ina takribani kilomita kama ishirini na saba, mheshimiwa mwenyekiti, kitu tutakachokifanya ni kuweka kwenye mpango ili kwanza iweze kufanyiwa upembuzi yakinifu na usanifu wa kina katika mwaka wa fedha unaokuja. Asante mheshimiwa mwenyekiti.